Na mtazamaji, licha ya kuwa mazishi ya hayati Raila Odinga kuwa ya kitaifa, safari yake ya mwisho ilisheheni mbwembwe na taratibu zinazoandamana na jamii ya Waluo, na kuanzia kutangazwa kwa kifo chake, kutambuliwa kwa mahali ambapo kaburi lake litachimbwa, maombolezo, kunadhihirisha na kuna, na kuna dhifishwa, kumradhi, kwa nyumba marehemu baadaye. Jamii ya Waluo ina njia yake ya kipekee ya kutoa heshima za mwisho kwa wapendwa wao wanapoaga dunia. Taratibu hizo za kitamaduni zimeheshimiwa kwenye safari ya mwisho ya Raila Odinga, aliyekuwa na haiba kuu na mzee wa jamii hiyo, kando na kuwa kigogo aliyetambulika na kuenziwa katika ukanda wa Nyanza. Na Msafina Chenguma anaangazia baadhi ya taratibu hizo. Punde tu baada ya kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kutangazwa rasmi, Familia, jamaa, marafiki na wakenya kwa jumla walianza kuomboleza. No! No! No! Kilio cha maombolezi kikiwa muhimu sana katika mila na tamaduni za jamii ya Waluo baada ya kifo cha mpendwa wao. Tambiko muhimu la mazishi kwa jina Liel lina umuhimu mkubwa kwa jamii hii ambayo inaamini kuwa kifo ni nguzo muhimu ya maisha ya kila mtu. No! Licha ya kuwa tamaduni zimeathirika pakubwa na dini na pia mambo ya kisasa, bado kuna mila ambazo lazima zifuatwe baada ya kifo katika jamii ya Waluo. Jambo la kwanza ni tangazo la kifo, yaani kelo yuak. Hapa jamaa wa karibu anawasilisha rasmi tangazo la kifo na hivyo kufungua milango ya nyumba kwa kipindi cha maombolezi. <tabu> baada ya kifo hicho kutangazwa rasmi, mkutano muhimu unaandaliwa na jamaa na familia ya marehemu wanaojulikana kama Anyuola, ili kujadili mipango ya mazishi. Hapa masuala muhimu kama vile mahali yatakapozikwa, tarehe na matambiko yatakayofanywa hujadiliwa na kukubaliwa. Na baada ya eneo la kumzika kutambuliwa, shughuli ya kuchimba kaburi yaani kunyo huanza. Familia ya Raila Odinga ilikubaliana kumzika karibu na babake Jaramogi Oginga Odinga katika eneo la Kang'o Kajaramogi huko Bondo Kulingana na mila kakake, ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Siaya, Oburu Oginga, aliwakilisha familia kwa kuwa wa kwanza kuchimba kaburi. Kisha vijana kadhaa kutoka kijiji hicho waliendelea na shughuli hiyo ya kuchimba kaburi hadi itakapokamilika. Katika siku za zamani miili haikuwa inapelekwa katika makafani na waombolezaji walikuwa wakianza kukesha kwa maombolezo katika hafla inayojulikana kama budho, huku wakisubiri kumzika aliyeaga dunia, lakini siku hizi watu hukesha nyumbani kwa marehemu huku mwili wake ukiwa katika makafani. Kwa jamii hii ya Luo, mazishi ya mtu mwenye haiba kama Raila Odinga huweza kuchukua hata wiki tatu au nne. Ndio maana kauli yake kwamba azikwe katika muda wa saa sabini na mbili baada ya kifo chake iliwashangaza wengi. Familia itakapokuwa tayari kwa mazishi, mwili wa mwenda zake husafirishwa kutoka makafani siku moja kabla ya mazishi, mila hii ikiitwa golo, hii ikiwa ni safari ya waombolezaji na maiti hadi nyumbani kwake. Kwa kawaida, waombolezaji hujitokeza kwa wingi, wakilia kwa sauti, wakimiminia sifa marehemu, huku wakiwa wamebeba matawi kwa jina oboke, kuashiria huzuni yao kisha wanapata nafasi ya kuutazama mwili wa marehemu, hii ikiwa na umuhimu mkubwa kwa jamii hii na kutoa hakikisho kwamba kweli marehemu hayuko tena. Huenda maandalizi ya mazishi ya Raila Odinga yakawa tofauti kidogo ikizingatiwa haiba yake nchini, na pia kamati ya kuandaa mazishi iliangazia pia shughuli nzima ya kuusafirisha mwili wake kutoka India hadi Siaya, na pia muda mrefu ambao ungechukua kwa maelfu ya waombolezaji kuutazama mwili wake kabla ya mazishi. Siku inayofuatia hafla ya mazishi kwa jina iko huandaliwa, ambapo hatimaye waombolezaji wanapata nafasi ya kumpa mpendwa wao mkono wa buriani. Haya huandaliwa kulingana na umri wa marehemu, iwapo ni mme au mke na nafasi yake katika jamii, wakati mwingine kulingana na wanavyotaka jamaa zake. Kuna tamaduni ambazo hufanyika baada ya mazishi yaani tero buru ambapo ng'ombe huletwa kwenye boma na kisha kuzunguka kaburi kwa njia ya kutakasa boma hilo na kufukuza kifo. Baada ya mazishi, jamaa wa karibu wa marehemu husalia katika boma hilo ili kuendelea na maombolezi, na kabla ya kuondoka, huenda wakaandaa tambiko la kusafisha eneo la kaburi, yaani hii hufanywa ili kumridhisha aliyeaga dunia kwa kuacha kaburi lake likiwa safi. Licha ya huzuni ya kumpoteza mpendwa, mazishi ya jamii ya Waluo pia hushuhudia nyimbo, densi na chakula kwa wingi. Hadi kifo chake, mwenda zake Raila alizungumzia sana mazishi za jamii hii ambazo alisema zina gharama ya juu sana, jambo ambalo huacha familia za walioaga bila chochote. Mara nyingi alihimiza mazishi ya haraka. Ndiyo maana wengi wanasema hata katika kifo Raila aliongoza kwa mfano. Safin Achieng Oma, runinga ya Citizen.